Mtazamaji, tuanze taarifa yetu ya habari kwa kuangazia habari za kitaifa. Msanii wa filamu nchini Elizabeth Michael maarufu kama Lulu amefikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kujibu mashtaka ya mauaji ya msanii mwenzake wa tasnia hiyo Stephen Kanumba. Elizabeth amefikishwa mahakamani hapo akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi na kusomewa mashtaka la mauaji. Taarifa ifuatayo kutoka Dar es Salaam inasoma studio, naye Mkombe Zanda Mtuhumiwa huyo ambaye tangu kilipotokea kifo cha marehemu Kanumba Aprili saba mwaka huu, amekuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi, amefikishwa mahakamani hapo majira ya asubuhi ili kukabiliana na hatua hizo za kisheria. Elizabeth maarufu kama Lulu amefikishwa mbele ya hakimu mkazi Agostino Mbando na kusomea mashtaka hayo na wakili wa serikali Elizabeth Kaganda. Katika mashtaka hayo, Elizabeth anadaiwa kumuua bila kukusudia msanii kanumba aprili saba nyumbani kwake sinza vatican jijini dar es salaam huku hati ya mashtaka ikimtaja kuwa ni mshtakiwa mwenye umri wa miaka kumi na saba hata hivyo elizabeth hakutakiwa kujibu chochote ikimaanisha kukiri ama kukanusha mashtaka hayo kwa sababu mahakama ya hakimu mkazi kisutu haina mamlaka ya kusikiliza kesi za mauaji baada ya hatua hizo kesi hiyo imeahirishwa hadi Aprili 23 mwaka huu itakapotaja tena mahakamani hapo, na mshitakiwa huyo amepelekwa mahabusu. Awali, Elizabeth amefikishwa mahakamani hapo akiwa kwenye gari ndogo nyeupe aina Suzuki Grand Vitara yenye namba za usajili T 848 BNV chini ya ulinzi mkali wa polisi kabla ya kuondolewa kwa kutumia gari hiyo kuelekea gerezani. Kwa upande wake kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, kanda ya maalum ya Dar es Salaam, Charles Kenyela, ambaye mkoa wake ulikuwa ukimshikilia mshtakiwa huyo tangu ilipotokea tukio hilo, anaeleza hatua hiyo ilivyofanyika. Sio, ilikuwa nasema kupeleka mahakamani itategemea na, na nini na taarifa ya ya kwa DPP. Sawa, so, sasa imetoka na leo tumempeleka, kwa taarifa niliyonayo na hivi sasa yuko Segerea, kesi yake itatajwa ke wiki mbili zijazo. Basi marehemu Kanumba amezikwa Aprili kumi kwenye makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Mkombezanda, Star TV.